Kwa hiyo leo tumekabidhi uh, madawati ambayo ni viti na meza 20 uh, 20 kwa shule hii na tunategemea itakuwa ni chachu kwa ufaulu na mazingira mazuri kwa wanafunzi wao. Tunaomba uh, na wadau wengine wanaweza wakapata hamasa uh, ya kuwasaidia na kuendelea kuongeza kupunguza upungufu wa, wa uh, madawati katika shule yao kwa hiyo kama Mkulazi e, tunasema tuko pamoja na kama alivyosema hapa mwalimu, ni kweli, itakapotokea fursa tena tutakuwepo tena kuendelea kusaidiana kupunguza uwabahuo mpaka tatizo litakapokuwa limekamilika lote. Tuko kwenye tatizo la la ukosefu wa viti na meza visivyopungua mia tatu, ni shida ambayo ni kubwa sana, shida kubwa sana. Kwetu ilikuwa ni kwamba wa, kwa sababu ratiba zote zimeingiliana kwa wakati mmoja, tunalazimika sasa hawa mitihani ya ndani wakae chini, wale mitihani ya kitaifa ndo waandikie kwenye madawati. Kwe, tungeomba kama nalo wenyewe inawezekana tukapata msaada itatusaidia ita, ingawa tumeomba, unajua wanasema, tumeshukuru kwamba hichi tume, tulicho nacho tumetupatia, lakini bado tuna upungufu mkubwa Nitoe shukurani kwenye kiwanda cha Mkulazi cha sukari cha Mkulazi kwa kukubali kwanza wito ambao tuliwaandikia kuwaomba kuhudhuria kwenye mahafali ya mwaka 2025 tarehe tisa mwezi wa kumi na kufika, lakini pia kuipokea risala yetu pamoja na kuifanyia kazi na kutupunguzia mapungufu ambayo yalikuwepo kwenye risala na leo hii tumeweza kupokea madawati ishirini, ambapo ni meza ishirini na viti vyake vya wanafunzi. Kwa hiyo nitoe sana shukrani kwenye shirika hili la sukari lilopo Mkulazi Mbigili. Tunawakaribisha sana kuendelea kutembelea shule yetu, lakini pia kuendelea kugusa sehemu ndogo ndogo zile ambazo ni changamoto, kusaidia wanafunzi katika shule hii. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati kwa ajili ya wanafunzi wamepata madawati ili waweze kupata elimu bora. Tumekuwa tunapitia changamoto hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Mkulazi ambao wameweza kujitolea kwa viti hivi ambavyo vitasaidia kuwasaidia wanafunzi kusoma vizuri, wakiondoa changamoto zile za meza na viti, kiasi kwamba hata kwenye kufanya mitihani kwao ilikuwa ni shida. Unakuta mtoto anafanya mtihani, anaweka mtihani kwenye mapaja lakini sasa kwa kuwa na viti hivi itamwezesha kufanya mtihani kwa, kwa uhuru zaidi, lakini sio hivyo tu, hata kuumba mwandiko ulio mzuri. Tunashukuru sana kiwanda cha Mkulazi kutuletea viti, kwani kuna kipindi kwa tunakaa chini kwa ukosefu wa viti kwa vichache. Tunashukuru sana. Kama kuna uwezekano, tulikuwa tunaomba mwendelee kutusaidia.